Tunajua leo Stars inacheza mchezo wake kukamilisha ratiba dhidi ya Eswatini, kwa sababu ukitazama tayari Madagaskar wao wana alama nne ambazo Stars haiwezi kuifikia. Matayarisho kwa ujumla yapoje na mwalimu anazungumzia nini kuelekea katika mchezo wa leo? Matayarisho yalikwenda vizuri, kwa maana mazoezi ya jana e, jioni majira ya saa tisa, muda ambao mechi ya leo inachezwa na saa moja zaidi kwa huko nyumbani na wachezaji wawili walikosekana kwenye mazoezi: mlinda mlango yacubu suleiman ali wa JKT Tanzania na Feisal salum abdallah wa Azam FC ambao e, walikuwa mwalimu anasimama kutokana na hali ya baridi, nini walimaso kama zilishika hivi kwao, wakaona wakiwalazimisha kucheza wanaweza wakapata injari za muda mrefu, ambazo zina ni riski, pengine watakosekana paka kwenye chan kwa hivyo wakaona ni busara kutowatumia kwenye mchezo wa leo na waliobakia katika wachezaji ni kumi na sita. E, baada ya wachezaji wengine kumi kuondoka, kama utakumbuka nyota sita wa Simba, wawili wa Yanga walirejea nyumbani. Lakini Suleiman Mwalimu amerejea Widad, Simon Msuva amerejea Al Talaba Kondo, kutoka kile kikosi kizima kilichokuja cha wachezaji ishirini na nane. Kwa hiyo katika ishirini na nane ukiondoa au kumi wana ukiondoa au kumi e, wanabakia kumi na nane na katika kumi na nane ukiondoa majeruhi wawili wanabakia kumi na sita Ina maana baada ya kumi na moja watakaoanza kwenye benchi kutakuwa kuna wachezaji watano, wanne wanaocheza ndani na mmoja goalkeeper, Chipkizi yule wa Azam under 20. Kila kitu kipo sawa kama walivyosema, mchezo huu kwa Taifa Stars na kukamilisha ratiba, kukamilisha wito na walichodhamiria ni heshima kwamba hawawezi kuja katika ziara ya Afrika Kusini waondoke mikono mitupu. Nadhani mliwasikia jana kwenye mshike akiongea kapteni Lukaga Lusajo Mwaikenda, mtushoka mtu kazi, akasema kwamba hawezi kuja na kuondoka mikono mitupu. Wamedhamiria leo washinde, wanawarespekti wapinzani wa wa, waliwaona namna ambavyo walicheza na Madagaska, wanasema ni timu nzuri, wanatumia nguvu, lakini na wao wanasema kwamba watapambana kwelikweli dakika tisini za leo ziondoke na faraja kwa upande wao. Mengineyo ni zile kama tulizungumza juu ya wachezaji ambao wana, wana, wamewina attention hapa baada ya michezo miwili, kwanza mchezo wa Bafana Bafana kule Polokwane na ule wa kwanza dhidi ya Madagaskar. E, bado rumasi zinazidi kuenea kwenye hii transfer window tunayoielekea next season. Eh, inaonekana eh, Kaizer Chiefs wana wahitaji sana wachezaji watatu eh, kuna Mganda Steven Dese eh, Dese Mukwara wamemwingiza kwenye laini ya kutaka striker, kama unavyojua Kaizer anajiumba upya baada ya kuyumba na, eh, na mwakani watash, msimu ujao watashiriki kombe la shirikisho Afrika, na pia anaiunda timu mpya, ameriliza wachezaji wengi sana akiwemo eh, striker, eh, la, la, ranga eh. Sasa baada ya kuwa hao wamerelease wachezaji wamemtarget, jana nimeona article hapa wanamtaka wa, wa, wa Steven Dese Mkwara, na mimi, na wewe umeiona, Amanyi uko nyumbani pia mmeiona, na kwenye vitabu vyao bado majina ya Faisal Salum na, na Kibu Dennis yapo, sijui kama negotiations imeshaanza baina ya Kaizer Chiefs na Kaiser club zao ama la, kwa sababu hilo mimi na wewe hatuwezi kulijua, lakini, wana wanawahitaji hao wachezaji otherwise, eh, Wilson Nangu amezidi kuwa gumzo hapa eh, baada ya mechi hii, mechi moja ya kucheza dhidi ya Madagascar, Nangu amezidi kuwa gumzo, watu wanaulizia sana taarifa zake eh, wanamuhitaji na kuna vijana wale watatu wa under 20 wa, wa under 15 ambao walikuja kwenye michoano ile ya shule za Afrika wakachukua kombe kwa mara ya pili na wenyewe hapo kwenye rada za eh, uh, club za huko ambazo atakazo develop unajua, zitu na mfumo wa kuanzia kwenye youth. Msumi Zuberi, naamini kwamba nje uh, ume, unapata nafasi kubwa sana kukaa na technical bench uh, mfano Hemedi Suleiman Morocco, Juma Mgunda, uh, mwalimu Muhamed Mrishona maarufu kama kocha Javi M mashindano kwa ujumla ama michezo miwili ambayo tumeicheza mpaka sasa na huu wa mwisho tunaenda kuucheza, imetoa testi gani kuelekea michuano ya Chane ambayo inakwenda kutukabili uh, mwezi Agosti? Vizuri Msumi, swali zuri sana umeuliza. Ni swali ambalo jana katika interview ya mshike niliwauliza wote, kwanza mwalimu lakini pia na mkuu wa msafara na legend Leopard Mukebe Zitaso, eh, ambaye amekuja hapa na timu kumotivate vijana. Eh, wanasema kwamba, kama utaangalia kama, kama uta kundi la wachezaji ambao walibaki wa wa hapa baada ya wale walioondoka wa wengi ni ambao hawana namba kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa. Kwa hiyo mechi hizi zinawajenga, zinawajenga na tunazidi kutengeneza kundi kubwa la wachezaji wenye uwezo au tayari wa kuingia na kucheza kwenye timu ya taifa na hii benefit ni kuelekea kwenye hiyo CHAN kwamba kwa sababu wachezaji ambao wapo hapa all of them local based kwa hiyo tunatayarisha watu, watakwenda kuungana na wakomavu walioko huko nyumbani kwenye club za ya Simba, Yanga na wengineo ambao hawaku, hawapo hapa na timu ya taifa msumi. Manufaa ni makubwa. Umeona kama sasa hivi nakwambia, Wilson Nangu amekuwa ame, ame kivutio huku, maana yake kiwango chake kimekuwa, naye anazidi kuinuka. Lakini wachezaji wa wengine ambao wako hapa hata kama wa Watanzania walivyowaona katika mechi na Madagaskar performance zao. Yaani timu nakeza mpira, you know, especially second half, mimi nilikuwa na enjoy sio? Tulikuwa tume, tuko nyuma, lakini vijana walikuwa confident, wanacheza mpira vizuri. Haikuwa tu bahati, mipira ilikataa kuingia wavuni bas, lakini timu ilicheza vizuri. Maana yake wachezaji wanakuwa kina Pipino, unaona anavyocheza Shekhan, unaona anavyocheza. Kuna ule striker wa Ken Gold Mishamo una yani, unaona anachokifanya yaani, unaona mwangalie Msindo E, muangalie usajili, kwa sababu ukiangalia defense line ya timu ya taifa hawa sio starters. Sasa hebu angalia wanavyocheza, hii ni wake up call kwa hao wengine waliopo huko kwamba kuna vijana wanakuja na wananjaa ya hizo nafasi zao, ambao ndo manufaa sasa kwa taifa kwamba tuna create kundi kubwa la wachezaji wa kuitumikia timu ya taifa kuelekea kwenye CHAN na AFCON pia <muchas>